Kimada una nimewauliza, unea u yaani, ukimona zumbe au Salume isalimie, lakini sio tabia. Maana yake ukimkuta zumbe kaja, mueleze matatizo yako, lakini umelegea kama lakini tukaabisha kwa kula 98 yeah. Na mimi mbunge pia, lakini yeah. Mama Samia katika sehemu ya afya ameingiza bilioni 3.5 katika maji ameingiza bilioni 7 Bumbuli, katika elimu bilioni 3.5